Asante mwenyekiti, asante sana mheshimiwa waziri mkuu. Na maswali matatu ma nadhani, madogo sana. Mmoja, uh, mheshimiwa rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29 lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kwamba ni economic sabotage na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa. Uh, tuweze kufahamu waliotoka nje nchi. Namba mbili, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo hovyo au ilikuta, uh, risasi za moto. Sasa nataka kuuliza, kulikuwa na ile inaitwa order ya shoot to kill, na kama ilikuwepo ilikuwa imetolewa na nani. Na la mwisho, tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kwamba kuna vugu vugu lingine la kutokea Yaliyotokea Oktoba uh, 29 tarehe 9 Disemba, uh, Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. Asante. Sasa